Uh, niliosimama hapa uh, naitwa Nurdin Bilali Juma almaarufu Sheta, na kwa sababu nimekuwa mwanamuziki kwa miaka mingi, wanahabari tumekuwa tukishirikiana majambo mengi, nadhani sura hii siyo ngeni kwenu. Uh, leo nimesimama hapa niko na kakaangu Albert Chalamila, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Uh, kwa information ndogo ndogo tu, kwa sababu tutakuwa tunakutana kila mara ku, ku update hili jambo uh, tunazungumzia leo IST Festival. IST Festival ni festival ya kitofauti. Kwanza niseme uh, tushakubaliana tarehe 14 February ndio itakuwa ni siku rasmi, maana ya event, lakini loading to Uh, tarehe kumi na nne tutakuwa na activities mbalimbali mbali zinaendelea. Kwa hiyo kila tutapokuwa tunakutana tutakuwa tunawabarisha ni, ni mambo gani hasa uh, yatakuwa yanatokea, lakini kikubwa cha msingi nisitake mimi nizungumze mengi sana, kwa nafasi yangu nimkaribishe uh, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Uh, Mimi nikiwa mstahiki meya wa jiji lakini mkuu wangu wa mkoa yuko hapa, yeye atazungumza uh, juu ya hii IST Festival tumejipangaje tunaendaje, na kwa maswali mawili matatu tutawakaribisha baadaye. Karibu mkuu wa mkoa ndugu waandishi wa habari, na nimshukuru sana mstahiki meya wetu wa jiji la Dar es Salaam eh, ndugu yangu Shetta kwa kutoa maelezo kuhusiana na jambo hili kubwa linalohusu IST Festival. Kwanza nitumie nafasi hii kuwashukuru sana vijana wa Dar es Salaam ambao nakiri kwa dhati ya moyo wangu kwamba wazo hili limetoka kwao. Walichokifanya kwetu sisi kama wazee wao wa mji ni kwamba namna gani tunaweza tukawa support zaidi katika mawazo yao ili kuweze kutuzalisha jambo ambalo ni jema zaidi. Kwa hiyo tarehe 14 mwezi wa pili mwaka 2026 Tunakusudia sasa kuwa na IST Festival lakini malengo yake makuu ni kitu gani? La kwanza, mtakumbuka kwamba Dar es Salaam tumemaliza masuala ya uchaguzi, lakini zaidi pia tumeingia mwaka mpya na kwa mantikio hiyo, ni staili mojawapo ya kuanza kufungua mwaka mpya mwaka 2026. Lakini jambo la pili ni hamasa pia kwa vijana mbalimbali na hamasa kwa wote wanaomiliki IST. Tuna zawadi za zaidi ya milioni 100 na kwa maandikio ni kwamba kwa wale wote ambao watafanya vizuri, tumekushapanga pia na ofisi zetu kwa kusaidiana pia na vijana. Hatutaogopa wala tutasita kumwongezea mtu IST mpya kwa mazoezi au kwa kazi ambayo atakuwa ameifanya kwa siku hiyo. Lakini hiyo, namba mbili, IST Festival itaambatana na matukio mengineyo. Kutakuwa kuna matukio hapa mbalimbali mbali, ya kujiachia ya kufurahia, lakini zaidi pia tunazungumza na JKCI. Hospitali kubwa ya moyo ambao pia ni miongoni mwa watu ambao watafadhili pia jambo hili ili kuwe pia na angalau session ya madaktari bingwa wanaoweza pia kushiriki kupa, kuchunguza afya za baadhi ya watu ambao watafika katika maeneo yetu. Kwa hiyo ieleweke kwamba IST Festival cha kwanza ni Dar es Salaam kufurahia na watu wote, na baada ya muda mfupi tutakuja kutangaza ruti, magari ataanzia wapi kuelekea wapi, itakuwa ni muda gani na mwisho wa siku itakuwaje. Mwisho kabisa, ndugu waandishi wa habari wote, nafahamu mna viongozi wenu katika kujadiliana mambo yote haya ya msingi, likiwemo hii IST Festival na kusudia kukaa na waandishi wa habari. Sio kule kukaa tuko kuzoea, kwa maana tunakutana kwa dakika moja tunaachana. Hapana, nataka mchague hoteli, ili mnywe, ili tule, ili tufurahie, mshauri mkuu wa mkoa namna anavyopaswa kuongoza mkoa kwa kipindi cha mwaka huu wa ishirini na sita, Ili kutokuleta malalamiko kwa watu, maana nyewe mnatembea sana, mnasikiza watu wanachokizungumza, tuchukue dukuduku zao tuweze kutekeleza. Waandishi wa habari ni kioo, lakini waandishi wa habari ni mdomo kwa watumishi wa umma na kwa wale watu ambao si watumishi wa umma. Karibuni tarehe kumi na nne mwezi wa pili kwenye IST, and, uh, IST Festival, ili tuweze kushiriki. Leta IST yako, piga jaramba lako, ukiibuka mshindi wa kwanza unaibuka na IST yako au taibuka na fedha zaidi ya milioni mia moja ambazo tumezipanga kwa ajili ya kutoa zawadi kwa washiriki wote, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini katika kusema yote haya, mtakumbuka kwamba tunafanya haya yote kusherekea mwaka mpya, tunafanya haya yote kufungua mwaka mpya, tunafanya haya yote ili tuwe na msingi bora wa kiuongozi katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Kwamba kijana anaweza akaja na gari yake, lakini kwa maana kama ameipimpi vizuri, tutakuwa na ruti hapa kidogo, shoti ya kushindana kidogo ba. Na mshindi atapewa gari, gari nyingine hiyo nimeipenda, lakini pia tutakuwa na nyama choma bure siku hiyo, kwa sababu hiyo ni, ni pati. Yani imekaa mashindano kufurahia, kama mkuu, mkuu alivyosema ni pati. Kwa hiyo nyama choma kwa wana Dar es Salaam na Watanzania wataotokea sehemu nyingine yote kuja hapa Kokobichi, nyama choma itakuwa ni bure kabisa, umeendelewa kwa njoo. Lakini ikumbukwe pia ni siku ya wapenda nao. Kwa hiyo, Talibu, eh, saa, kwa katika, saa, katika, saa, katika saa. Hii milioni mia moja mkuwa mkoa umeizungumza, napenda pia na mimi nichomeke hapa hapa kwa wapenda nao ambao watapendeza kapo kama watavaa nguo zimefanana au watapendeza watapata zawadi, tutaangalia ni zawadi gani. Kwa hiyo tutaangalia, tunatangaza kila tunapoelekea, kabla ya kufika tarehe 14, tutaangalia sasa couples watapata nini, kwa watu wajifunze watu... kwa romantic. Ehe, nake ni siku ya wapendanao yeah, yeah. Kwa hiyo sasa Watanzania wote, hii ni fursa kwenu, tuje tupate mm. Lakini cha msingi tutakuwa na burudani yeah ya wasanii wa aina tofauti tofauti, singeli, la taarabu, bongo fleva, yani ni party siku hiyo. Kwa hiyo IST festival imejumuikwa na mambo mengi mengi sana. Watanzania wote karibuni, itafanyika hapa hapa Coco Beach tarehe 14. Karibuni sana. Sandeni sana, Sandeni sana, yeah, naweza na. ikawa ni utofauti wako na ukapata hiyo zawadi mm. swali lingine yeah. Mimi nadhani magari zaidi ya elfu moja ndio tuna tuna, tuna tuna plan kuwa yeah, nayo na msafara huu utaanzia nadhani bado haija confirm na, na mkuu amesema tutapanga roots, lakini route ambayo tuta, tutaweza kuyabeba magari zaidi ya elfu moja.